Na msikilizaji, natumai hali yako safi popote pale ulipo, nakukaribisheni tena katika kituo hichi ikiwa ni mara yako ya kwanza kupatana na mimi, naomba piga subscription, kwa maana ya kuendelea kutufuatilia na kuendelea kupata habari zetu punde tu tunapoweza kupakia katika kituo hichi. Msikilizaji uh, nipo hapa na nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba napata kukutaarifu na napata kukusogeshea karibu taarifa ambazo zinatokea. Kwa hivyo, nahakikisha kwamba unapata ufahamu kwa kile ambacho kinaweza kuendelea, na pia tunazama ndani kat, uh, uh, katika stori zinazotokea, tunahakikisha kwamba tunazichanganua zaidi ili kuweza kupata kuele, uh, uh, kuelewa zaidi kile ambacho kimeweza kutokea. Msikilizaji so, siku ya leo niko hapa ni, kuapa, ni kujiuze msikilizaji kuhusu taarifa ambazo nimeweza kuzipokea na ni taarifa za hivi punde msikilizaji. Sasa baada ya kushuhudia maigizo ya kundi fulani lililoweza kuji kujiita kwa jina la waumini wa Katoliki ambalo liliweza kuandamana katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania na kumshtaki Padre Kitima, uh, vilevile Ruwaichi kutokana na matamshi walioyataja kwamba hayakuwa bora. Sasa mimi nimezama zaidi na kuweza kufanya uchunguzi wa kina hapa msikilizaji, na nimeweza kumwona mwanadada fulani, huyo hulopasisiemu oye mama samia safi, naitwa Rusi Anton Mikaeli, katibu wa CCM tawi la Dovya, kata Makangalao, wilaya ya Temeke. Sisi ni waumini wa Katoliki tunamshtaki Askofu ruacha na Padre Kitima kwa Papa. Sisi ni makiredeo shilinde na Rusi Michaeli kwa niaba ya waumini wa kanisa Katoliki, zaidi ya waumini mia moja ishirini kutoka katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine Tanzania. Mwanadada huyu msikilizaji, anaitwa Arusi Antoni Mikaeli. Harusi Antoni Mikaeli alivyosema mwenyewe pale, yeye ni katibu mkuu wa chama cha, cha CCM tawi la Dovia, kata ya Makangalau, wilaya ya Temeke. Harusi huyu ameonekana akiwa mstari wa mbele kumshtaki Padre Kitima anamshtakia matamshi aliyoweza kuyatoa ambayo alihisi kwamba hayakuwa mema, lakini pia ameweza kushtakiwa kuhusu kujihusisha na masuala ya kisiasa. Sasa msikilizaji, ikiwa huyu Harusi Antoni Mikaeli ni mwanachama wa CCM na kilichosemwa na Padre Waichi vile vile, Padre Kitima uh, ni kupinga tu sera za CCM, inamaanisha walioko barabarani kufanya maandamano haya bila shaka ni watu wa CCM wa msikilizaji, kwa sababu huyu amekiri kabisa kwenye video hii ambayo nimeitafuta msikilizaji <laughs> video ya siku kadhaa zilizoweza kupita kiweza kukiri wazi wa kwamba yeye ni katibu wa chama cha CCM, tawi la Dovya, kata ya Makangala, wilaya ya Temeke. Sasa jana huyu huyu hapa ndio amekuwa mstari wa mbele katika kuyaongoza maandamano yale. Haya msikilizaji, kabla maandamano haya kufanyika, watu hawa ambao wamefanya maandamano haya Ha, msikilizaji, mi nafanya upekuzi zaidi na napata taarifa hizi ili nazidi kukusogeshea hapa upate kuelewa kile ambacho kinatokea. Sasa watu hawa kabla ya maandamano kwenye video hii wameonekana wakiweka foleni sehemu na kuweza kupokezwa bahasha ya kazi ambayo waliweza kuifanya. Tizama msikilizaji, wamepiga foleni, wamepokezwa bahasha, kisha wakatoka kwenda kumchafulia jina Padre Kitima. Sasa, msikilizaji, wazo la Padre Kitima kuhusu maswala yanaweza kutokea ni kwamba nitunge swali nini, nitamtisha, nitafanya hivi, hapana. Ah, ah. Sisi hatu akitutisha, hiki kinachofanyika kwenye kanisa Katoliki tuna uzoefu wa kuishi na serikali za aina zote duniani. Alikuja mkatoliki mwenzetu mmoja, anaitwa Adolf Hitler, alianzisha kikosi chake cha wasiojulikana kilichoa kinaitwa Gestapo kwa miaka ya kumi na mbili amelitesa kanisa na kuwaua mapadri watawa, ameua na kuwachafua ya mambo, naambia walijiteka sivii ana madeni sijui ana wapenzi sijui ana nini sawa, ni mwanadamu ndani sasa. Kwa nini unawaua wote? Mapadi wako elfu moja kama Tanzania, mapadi wako karibu elfu tatu Sasa kama padi Kitima hafai, sasa si mshirikie Kitima tu, mchukueni pelekea ndani huko, mwekeni ndani mumuondoe, sema tutaanza kuwashirikia tuondoe mapadi wabaya, alafu tuseje? Sasa nyinyi ndio sasa mnaanza kuweka na mapadi sasa, serikali inaanza kuchagua padi nzuri na padi sio nzuri. Kwa hivi uh, napenda kusema kwamba kanisa tutaendelea kusimamia ukweli, ukubalike usikubalike tutaendelea. Lakini tunachoomba Tanzania tulikuwa ukweli. Kanisa la Katoliki lina uzoefu wa kuishi na serikali za aina zote. Na kwa sababu hiyo kutapatikana tu mbinu ama kutapatikana njia ama kutapatikana mwafaka wa kuendelesha uongozi, kuendelesha dini na kuendelesha uongozi bora nchini Tanzania. Ni wazo tu la Padre Kitima. Sasa kuna jibu hapa ambalo limeweza kutolewa. Uh, kuna askofu wa Katoliki ambao wameweza kumjibu ama kuwajibu wa Katoliki hawa na polisi katika uh, masuala ya maandamano ya, ya yaliyoweza kuandaliwa siku ya jana. Baba Askofu uh, Baba Askofu Kalaki, Kalakawe Lwakalinda Bugonza ameweza kusema hivyo, msikilizaji, na ujumbe wake ameweza kuelekeza kwa polisi na Wakatoliki omba nikusomee taarifa yake Askofu Bagoza, Bagonza, msikilizaji. Amesema hivi, nalazimika kuwapongeza polisi wetu kwa ukomavu wao na ustarabu na kutozuia maandamano ya Wakatoliki. Aliweka kwenye mabano Wakatoliki, kwa sababu hiyo unaweza kuelewa kwamba wale sio kama walikuwa Wakatoliki, ndio maana akaifungua na akaifunga aya. Kaendelea hivi: walioenda kueleza hisia isi zao kwa balozi wa papa hapa nchini. Kaendelea hivi: nachukulia uvumilivu wao kama ishara ya kuacha kupambana na maoni ya watu na hisia zao, basi wafate wafute wafute hata kezi kesi za msee Mwandambo amba ah, nirudia msikilizaji. Nachukulia uvumilivu wao kama ishara ya kuacha kupambana na maoni ya watu na hisia zao, basi wafute kesi, wafute hata kesi za mzee Mwandambo aliyekamatwa kwa kueleza hisia zake za kidini, na mimi hiyo inaelekea kwenye idara ya polisi msikilizaji. Kumbe msimamo huu wa polisi ulianza mapema pale walipovumilia kiongozi aliyesema atakata vichwa vya watakaoandamana. Shikilia hapo polisi, jizuie kuingilia uhuru wa watu na maoni yao. Kwa hivyo amewapongeza kabisa kwa sababu siku ya jana wale walioandamana hawajaonekana kusumbuliwa na yoyote na wameweza kupeleka hisia zao pale, wakajieleza bila kusumbuliwa na polisi. Na kwa hivyo inamaanisha polisi wanaweza kufanya hivyo kwa watanzania wengine wote ambao wana haja ya kuweza kuzionyesha hisia zao hasi. Kisha akaendelea hivi: Wakatoliki akafungua na kufunga, hawa wasiojua kusoma vizuri walichokiandaa walioamua kumwimba walioamua kumu, mwamba ni Yesu badala ya Bikira Maria, mlinzi wa taifa letu, na waliosahau kuwa baba Mkatoliki wa sasa anaitwa Papa, anaitwa Papa Leo wa kumi na sita. Wametimiza haki yao ya kikatiba, wale wale watu waliofanya maandamano yao jana. Wametimiza haki yao ya kikatiba kwa sababu wameruhusiwa kufanya maandamano, wameelekea, wakafika, wakawasilisha hoja zao na hawajaweza kusumbuliwa na yoyote. Kwa hivyo, wametimiza haki yao ya kikatiba. Watakapokuja wa Katoliki halisi wanaojua kusoma na kuvaa kwa heshima mbele ya yabal, yabal, balozi wa papa, wakasoma tamko lao, wataka polisi wakamate, wakamate aliyempiga Padre Kitima na wamlete aliyeteka mapadre na kuwadhalilisha, akawavisha akawavisha wake na watu mavazi ya kitawa ili waonekane ni watawa walioshika bendera za vyama na kadhalika. Hawa Wakatoliki wakiandamana, polisi kuweni, kuweni wavumilivu kama mlivyokuwa wavumilivu wakati wa katoliki wale wa kwenye mabano waliendamana. Msikilizaji, hayo ndiyo maneno ambayo aliweza kuyatoa Askofu Bagonza, na ujumbe huu ni kwa wakatoliki na kwa polisi, kwa mapolisi watumie uvumilivu ule ule waliweza kutumia siku ya jana Waruhusu Wakatoliki halisi watakapoweza kutokea kuenda kuitisha haki za waliomdhuru walio Padre Kitima na waliowateka mapadre wengine wa kanisa Katoliki. Kwa hivyo Wakatoliki halisi watakapoweza kutokea kupeleka maoni yao, amewaomba polisi pia kutumia uvumilivu ule ule walioweza kuutumia siku ya jana katika kustahimili hicho. Kwa hivyo, msikilizaji, kila ambacho kinaonekana hapa ni kitu ambacho niliweza kukueleza kitambo kwamba serikali ya Samia iliwakusanya wanahabari, wanahabari hawa wakapokezwa bahasha. Ni taarifa tu niliweza kutumiwa na baadhi ya wanahabari waliohutulia kikao hicho wakanitumia wakanieleza, kwamba hichi tumehudhuria, tukapewa bahasha, tukaambiwa kwamba Padre Ruwaichi na vilevile na vile, vile Kitima tuwachafulie jina. Nilikwambia tu siku chache zilizoweza kupita, ndio kile ambacho kinaweza kutokea hapa msikilizaji leo, kwa sababu ukiwaangalia, waliwaandamana msikilizaji bila tukuelezwa ukawasikiliza walivyotoa hotuba yao, bila shaka ukawaandama wale walojitokeza kuwa ni waumini wami, wa kanisa Katoliki. Wapo ambao ndugu zao wametokea wakasema huyu tunamjua ni mtu wetu hapa, wa sio katoliki kabisa. Cha pili, waumini wa Katoliki hawajulikani kwa kuvaa walivovaa, wale waliokuwa wakiandamana wengi hao walikuwa wamevaa dera na viguoguo tu. Waumini watakapoweza kuandamana, msikilizaji, utaona bila shaka hawa ni waumini, lakini wale ni genge la majambazi. Msikilizaji, zili kutufuatilia, zili kupiga subscription kwa faida ya kuendelea kutangamana na sisi, ili tuzidi kukupatia uzamili zaidi kuhusu masuala ambayo yanaweza kutokea.